Yalitokea maneno mtandaoni baada ya yule wakili mwanaharakati Martha Karua kulalamika eti amezuia airport, alikuwa anakuja kumtetea Tundu Lisu. Mimi nimesema, Tanzania hii ni nchi huru ina dola na mamlaka kamili, haiwezi kushinikizwa kupokea raia wa kigeni kwa shinikizo. La pili, idara yetu ya uhamiaji inafanya kazi kwa mujibu wa sheria na kanuni, na ina mamlaka ya kumruhusu au kutomruhusu raia wa kigeni. Kwa hiyo, hatuwezi kupokea mashinikizo kutoka mahali kokote kwamba raia wa kigeni fulani aingie. Lakini pia nimejiuliza, dada yangu Martha Karua ni wakili hivi wewe, wakili wako ni kwa Tanzania tu na Uganda? Mbona si wao sikuoni ukiwatetea wanaharakati wa Kenya? Yaani elimu yako na taaluma yako wewe, ina maana sana kuja Tanzania na Uganda tu, wakati wapo Wakenya waliopata matatizo na kuwasaidia, akiwemo mwanaharakati wakili Miguna Miguna. Mbona Karua siku kuona? na watu wanasema hisani huanzia nyumbani. Sasa ni muda wa yeye kutumia taaluma yake aanze kuwatetea walioko katika nchi yake, lakini kikubwa wa Tanzania sisi Tanzania na Kenya tuna uhusiano wa kihistoria wa kindugu na ndugu zetu wa Kenya, na utaendelea kuimarika siku hadi siku. Sisi moye kwa, nimeamua kusema hivyo kwa sababu tunaitaka, tunataka nchi yetu iendelee kuwa na amani. Historia za kina Karua zinajulikana huko Kenya. Sitaki kuzisema hapa. Naomba Watanzania tuendelee kusimama na Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliapa kuilinda nchi yetu ya Tanzania. sisiemu e, oye. Kwa hiyo tuendeleze amani, tusitoe nafasi katika uchaguzi unaokuja. Kwa viongozi watakaohubiri uchochezi kutugawa, tuwakatae katika sanduku la kupiga kura.